Je, tunamtazama Mungu kwa kiwango gani? Tunamtegemea Yesu Kristo kwa kiwango gani? Wakati mwingine tutamshuhudia Kristo na watu wakatuchukia, lakini sisi hatupaswi kuwachukia, tunapaswa kuwaombea. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi tena hii na neno lako ambalo tumelisoma linatufundisha jinsi ambavyo inatupasa kukaza macho yetu kwako na kuendelea kukutegemea wewe katika maisha haya. Tunakusii na kukuomba sasa, kwa tafakari hii fupi, utusaidie kulijua kusudi lako hata kwa mtumishi wako Stefano. Tunaomba haya tukiamini, Mungu utatenda kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya jana tuliangalia sura ile ya sita kitabu chetu cha Matendo ya Mitume. Na mstari wa mwisho kabisa tunaona jinsi ambavyo walimwona Stefano uso wake unabadilika na wanasema unaonekana kama uso wa malaika. Sura ya saba tunaona kuhani mkuu alivyokuwa amemsikiliza Stefano Anauliza, man, masu, anauliza swali hili akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Stefano anaanza kueleza historia ya taifa la wana wa Israeli, jinsi ambavyo Mungu alimwita Ibrahimu atoke katika nchi ya Wakaldayo huko Mesopotamia, na ya kwamba aende mahali ambapo atapapata, mahali ambapo Mungu alikusudia huyu Ibrahimu akaanzishe taifa linalomcha yeye Mungu taifa linalompa heshima taifa ambalo linampa utukufu na anaeleza mambo mengi kwamba Ibrahimu aliambiwa mahali hapo nitakupa wewe lakini kabla ya haya mambo uzao wako watakuwa watumwa kwa muda wa miaka mia nne na sasa baada ya kuwa watumwa kwa miaka hiyo mia nne nitashuka tena niwatoe na kuwarudisha katika nchi hii niliyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Stefano anaeleza mambo mengi jinsi ambavyo Mungu alishughulika na taifa hili. Mungu aliwaletea manabii na kila nabii aliyeletwa, Stefano anasema hili taifa lilimpiga vita na liliwaua, liliwasulubisha hao manabii wa Bwana. Lakini tunaweza kuona Musa anapotumwa kulichukua taifa, alifanya maajabu na ishara nyingi. Lakini pamoja na hayo, katika safari wana wa Israeli waligeuka, shingo zao zikawa ngumu, wakamwambia Haruni awatengenezee Mungu sanamu ili iwaongoze, warudi tena katika nchi ya Misri, maana wanasema hatujui Musa alipanda huko mlimani, yaliyompata sisi hatujui. Kwa hiyo wakaomba Haruni aliyekuwa msaidizi wake na Musa awaongoze kurudi Misri, lakini pia wawe na miungu watakayoendelea kuiabudu wakati wako safari kurudi tena nyuma, kurudi Misri. Na Haruni alikubali, akatengeneza hiyo sanamu ya ndama, wakaanza kuiabudu. Na Stefano anasema waliabudu hata jeshi la mbinguni, kwa maana ya nyota. Waliacha kumwabudu Mungu wa kweli. Mungu hakupendezwa na hawa watu. Hata hivyo, baadaye Musa anawachukua tena na kuendelea na safari kwa miaka arobaini. Sasa Mungu anasema yeye aliendelea kujidhihirisha kwao kwa sababu ya matendo yake yaliyodhihirika waziwazi katika bahari ya Shamu Mungu alipasua huko jangwani, Mungu alidhihirika na kila jambo na kila tukio ambalo liliendelea yeye Mungu alijidhihirisha, lakini alimtumia Musa kwa sababu ndiye aliyemwita na kumtuma aliongoze taifa hili. Mstari wa 51, Stefano anasema neno hili: enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya na ninyi ni vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumpinga Roho Mtakatifu ni kushindana na shauri la Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwaonyesha watu njia iliyo sahihi na kuwapeleka katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni. Stefano anashuhudia haya, lakini waliposikia hayo maneno walichomwa mioyo yao na walipochomwa mioyo yao wakamsagia meno wakamtoa nje mpaka huko kando ya mji wakampiga kwa mawe mpaka akafa. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo majaribu, tunakutana nayo. Je, tunamtazama Mungu kwa kiwango gani? Tunamwamini Mungu kwa kiasi gani? Tunamtegemea Yesu Kristo kwa kiwango gani? Kweli wakati mwingine tutamshuhudia Kristo, watu wakatuchukia, lakini sisi hatupaswi kuwachukia, tunapaswa kuwaombea. Jina la Bwana libarikiwe. Yawezekana tukakutana na mambo magumu, inawezekana tukakutana na watu wanaokunja nyuso zao, wanaposikia habari za Yesu wanakasirika, lakini bado sisi tuna wajibu wa kuwapenda, kuwaombea, kuwatia moyo ili waendelee kujifunza kumjua Kristo kwamba ndiye Bwana na ndiye Mwokozi wa maisha yetu.